Wangapi wanasema tunakwenda kwenye uchaguzi, habari za no reform kwetu hazipo. Punga mkono, punga mkono, mama Samia we. Ndugu mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM comredi Kawaida, kwanza tukushukuru na kupongeza kwa kazi nzuri uliyoifanya ya kuzindua Kijani first time voters. Ndugu mwenyekiti, sisi vijana wa CCM ndani ya mkoa wa Kagera tayari tumeanza na tumemaliza programu hii tuliyoianza mwezi wa tatu na kuimaliza mwezi wa nne. Kwa hiyo tumetekeleza kwa vitendo maelekezo ya baraza kuu lako la umoja wa vijana wa CCM Taifa. Ndugu mwenyekiti, kwa sababu ya muda, sisi vijana wa mkoa wa Kagera tunaungana na maelekezo ya mheshimiwa rais na mwenyekiti wa chama chetu ya kupiga marufuku wahuni wote waliojikusanya ndani ya taifa letu na nje ya taifa kuja kutuvurugia amani ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, maandiko yanasema mpumbavu ajibiwe kadri ya upumbavu wake. Sisi vijana wa CCM tunaheshimu sana, tunaheshimu sana mahusiano mazuri ya kidiplomasia yaliyopo kati ya nchi jirani na nchi yetu. Ndugu Mwenyekiti sisi vijana wa CCM na sisi vijana wa mkoa wa Kagera, tunaomba tuseme tu kwamba kwa haya yanayoendelea ya baadhi ya vijana kutoka kwenye mataifa mengine kuanza kutoa kauli za kumdhihaki haki na kumbeza Mheshimiwa Rais, sisi vijana wenye akili timamu achama, achama pinduzi, wa chama cha mapinduzi hatutakubali kuwavumilia. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunataka tukwambie sisi vijana wa nchi hii tunazo akili timamu na ndio, tuma, na ndio maana tumeweza kulinda amani ya taifa letu. Tunataka tuambie vijana hao kwamba sisi sio kama wao, na ndio maana wanatumika hovyo, wamekuwa wanaharakati hovyo, wanapigwa na kuumizwa hovyo, wanauawa hovyo.